Chatu, kwa wa kwanza tunahitaji pointi tatu kwa mujibu wa sheria na kanuni. Msimamo wa pili kwa sababu timu inatumia gharama, tuliandikia bodi ya ligi, tunahitaji zaidi ya milioni sita kwa ajili ya maandalizi. Na vilevile tunahitaji ombi la tatu, ili kwa sababu kutengeneza sura mpya ya mpira wa nchi hii, hii sura mpya usio mpira wa kikanda, ni lazima jambo moja bodi ya ligi na kamati zao wote waondoke. Ndio tumetoa msimamo huo. Yaani, huo msimamo ni wa klabu Yanga. Kamati ya kama utendaji tumewaagiza tukawatuma, nendeni mkaseme. Aya, kamati ya utendaji wakawambia bodi ya ligi, hatuhitaji bodi ya ligi na kamati zenu mjiuzuru. Jambo la pili nahitaji pointi tatu, na jambo la tatu ni maandalizi ya mechi milioni 56. Huo ndio msimamo wa wanachama wa mashabiki wa Yanga, wanashabiki wa wanachama wa kawaida ambao wamewatuma viongozi wao, wapo pale juu viongozi, kwa niaba yetu sisi, wale watusikiliza sisi, hawasikilizi mtu mwingine yeyote. Kama atamsikiliza waziri, maana yake tafsiri yake, maana yake waziri atafute timu yake aanzishe yeye. Wanapaswa tusikilize sisi, ambao tumewachagua kura zetu sisi, zithibitishe ubora wa kura zetu sisi kuweka madarakani, akuweko na waziri, sio, unanielewa amewekwa na hao masikini wachache walalahoi hao wa mambao wamechangisha shilingi hamsini na tisa wamepata kujipia kadi yao ya wanachama, wakasema, kiongozi wewe unafaa kusimamia klabu hii, unanielewa. Waziri wa kupiga kula kwa maana yake anatupasa kutuiza sisi. Ndio maana baada pale tukwambia watakuja kwatu sisi, na wamekuja wajaja, hawajazungumza amezungumza kuwa sisi ni mabosi wao watatusikiliza katika hilo. Mwalimu, hamna shida kabisa na TFF, wala wale askari no no no, vitu vile atashagai. Kwa mfano TFF kazi yake ni nini? Kubwa ni nini? Mpira, mpira, mpira. TFF kazi yake ni kusimamia, ni mnatibu wa mpira wa nchi ngazi zote, si ndio? TFF ndio wameanzisha bodi ya ligi. Uongo kweli? zamani kwaleta kamati ya ligi, wakasema tuanzishe bodi ya ligi, hiyo hawa watu wajisimamie wenyewe, si ndiyo? Tujiulize, katika bodi ya ligi, katika bodi ya ligi TFF hakuna wa, watu kuna, kuna una hii jembo, maanake TFF nao wanaingia wengi, kama kuna watu wanaingia wanaingia, sio. Sasa wao, ukisema hauna shida ya TFF ambao ni TFF, ni sehemu ya bodi committee ya bodi ya ligi. Unaona hiyo sura. TFF wangekuwa wamejiondoa kwa jambo hili, wangeunda bodi huru ya ligi, lakini GS, general secretary wa bodi ya ligi ni Nikidao ambao ni katibu mkuu wa TFF. Makamu wa pili wa rais wa TFF ndio mwenyekiti wa bodi ya ligi, ambaye ndio mzee Mbuto kwa TFF hawezi kutenganisha katika hili jambo, unaelewa? Yes. Hawezi kutenganisha. Ndio maana tukisema wajiuzuru bodi ya ligi, tafsiri yake anajiuzuru mwenyekiti na wajumbe wake. Kama umekosa katika ngazi ya bodi ya ligi, hata kuna TFF haupaswi kuwepo, ndio kwa mujibu wa katiba na taratibu, unaelewa? Mm. Sasa tujiulize, na hii tazungumza kiukweli, jambo hili maana yake limekuja kufukunyiwa mambo mengine ambayo hayapo. Tujiulize kamati zetu ina sura ya kitaifa, kamati zetu ina sura ya kizalendo, unanielewa. Tujiulize, mwenyekiti wa kamati ya mashindano ni nani? Okay. Waandishi mna ripoti ya mjui maskini. Mwenyekiti wa mashindano ya ligi kuu ni nani? Msafiri Mboyi, mwenyekiti wa Kigoma. Uoga kweli. Katibu mkuu wa TFF anatokea wapi? Kigoma. Eh? Si bodi anatokea wapi? mnanielewa? <tares> mwenyekiti wa kamati ya waamuzi anatokea wapi? Amdun naso anatokea wapi? No. No, no. Nimezungumza hii kwa sababu nimesema hili jambo yakaponye majeraha yote ambayo yapo. Narudia, yamefukua mengi ambayo hata nye mko mjajui. <tares> Kuna ukabila hey. Haya, unazungumza wewe eh. wenye dini mbili watanielewa hey. Nah, unanielewa -hmm. wenye dini mbili watakuelewa. mwenyekiti wa kamati ya hadhi ya heshima na chezaji anatokea wapi, Mwana? ni nani anatokea na, na, na, na, na, na, na wapi? ni nani? Sikiliza tunavyosema tunapopeeka mahitaji pale mm. Sio kama hatujui, tunafahamu. Ndio maana tutasema tunapaswa kutengeneza sura mpya ya mpira wa nchi hii. Je, mpira wa nchi hii watu ndo wapo Kigoma na Tanga tu, sehemu nyingine hawapo? Kilimanjaro hawapo? Katavi hawapo? Shinyanga hawapo? Msoma hawapo? Unanielewa? tumesema hili limekuja kuponya majeraha ya mpira wa nchi hii. Lakini hiyo jambo la kwanza, jambo la pili, hao wenye viti wa kamati wanasimamia kanuni na sheria ambayo tumejiwekea, hawaegemee sehemu nyingine. Mdogo wangu wasikana kama mwenye mdogo. Katika nchi. Klabu pekee ambaye hajawahi kuwekwa kwa ratiba ya ligi ni Yanga Sports Club. Yaani pamoja na harakati za kusaidia uhuru wa nchi. Pamoja na kuwa mabingwa mara 30. Pamoja ndio kwa timu ya kwanza kucheza fainali ya shirikisho. Pamoja kufunga vilabu vyote katika nchi mara nyingi zaidi. Yanga haishawahi kuwekwa katika ratiba haikuwekwa. Yaani Geita Gold wameweka wamewekwa kwenye ratiba bingwa kihistoria hayupo kwenye katika. Bahati mbaya zinatokea. Sikiliza, sikiliza. Sikiliza, sikiliza. Unaweza ukasahau wote lakini hawezi kumsahau baba mwenye nyumba nyumbani, mkuu wa kaya. Unamsahau vipi? Sheria namba moja, kokote duniani, anaulizwa mkuu wa kaya. Yanga ni mkuu wa kaya. Mkuu wa kaya anasaulika, anaenda kutambulika katimu kadogo, halafu nasema eti wamejisahau. Unasahau Yanga na historia ya, ya uhuru wa nchi, unasahau Yanga na historia ya mpira nchi, unasahau Yanga na makombe yake yote Haupaswi kukaa kama unasahau Yanga. Kama unasahau Yanga, je, hipo si unaweza kumsahau tala rais wa nchi? Ndio tafsiri yake. Mkubwa katika nchi ile, namba moja ni rais. Haipaswi mtu kumsahau rais katika jambo lolote, haipaswi katika mpira nchi kwa msahau Yanga. Au Afrika leo eti wa msahau National? No, na ukubwa wake, no, na vikombe vyake? Au Ulaya leo waseme tuna msahau ya Almadini na ukubwa wake na vikombe vyake? Huu utakuwa ni mwenda azimu. Au Uingereza msahau Manchester au Liverpool? No, na ukubwa wake na vikombe vyake? Ndio maana tukasema tunahitaji kuponya majeraha ambayo ya muda mrefu, na yanga anakuwa ubingwa ni kwa sababu anawekeza, tunahangaika utafuta wachezaji wakubwa kina Stefano Aziki kina Pakome, tunaona na vilabu vikubwa duniani kuwaleta hapa atikaeza Tanzania. Wapuzi wa kina Deriki wanasema nimefanikiwa kaliaai <laughs> kwani mwalimu bodi haijawai kuwafanya lolote jema manaake mmekuwa mkiongelea mambo hasi. Kwanza ukisema ajewe ufanya jambo jema, kuna wajibu haki yake haki. Yani, eobabaani baba yako yani leo ayakusomesha tishule tini, jambo jema ni haki yake ya msingi <laughs> Lakini kuna wengine, hey. Kuna haki na wajibu, hey. Baba wako akishindwa kukulisha kisheria hapaswi kuwa baba, kwa sababu anapaswa kwa kuzaa maanake akulishe. Yani tumewalipa fedha, kwa sababu pale unakaa ni kwa kodi zetu sisi, unaelewa? Hey, wale ni wajibu wao kuyatenda hayo, sio hombi eti, yaani leo unasema hapana. Okay, ni wajibu, tunawalipa kodi, wanapaswa kutoa huduma ambayo tumepaka pale. Kama wanashindwa kufanya hizo huduma, manake ni waondoke, ndio wameshindwa, ndio maana tumesema waondoke.